Leo tunapika rosti hili la ng'ombe, rosti tamu, rosti limenoga hilo. Turudi jikoni sasa, weka viungo vya chaguo lako. Viungo tulivyoweka sisi vyote tumekuandikia kwenye caption hapo chini. Alafu weka kiungo hiki hapa. Hiki kinaitwa Navano Obinak. Ni kiungo kizuri sana kinachoongeza ladha kwenye nyama Nyama inatoka tamu, nyama inatoka ina mvuto, nyama inatoka imekolea viungo. Weka kitunguu hapo, alafu koroga vizuri ehe, pamoja na nyama yako pamoja na viungo ulivyoweka, ndo tuna rosti hivyo sasa. Ehe, kitunguu kikianza kukaribia karibia kuiva tutaongeza viungo vingine jamani. Na Navano Obinak ni nzuri sana kama ninavyokuambia kila siku, inapatikana nchi nzima madukani kote, ma supermarket kote. Weka hoho pamoja na uh, carrots alafu endelea kukoroga pale, urosti vizuri ehe. Na Navano Obinak itafanya nyama yako itoke tamu, rosti lifanye watu wajilambe waulize amelipekaje ile. Weka nyanya sasa. Rosti bila nyanya halinogi. Nyanya ndio inafanya rosti linanoga, linakuwa zito, linakuwa tamu. Kaanga nyanya yako vizuri mpaka iive. Navano Obinak itafanya rosti hili jamani. Kila siku nakwambia rosti litoke tamu. Nenda supermarket, nenda duka la mangi, mwambie nataka Navano Obinak. Unaona rosti lavokuwa, rosti linatoka zito, rosti linatoka limenoga, rosti linatoka la rangi zote. Yaani haya mambo mazuri nataka tuyakute nyumbani. Bani kwako, rosti letu liko tayari. Na liepua hilo hapo, wali uko tayari tayari. Pale rosti liko tayari, wali rosti, wali rosti. Jamani, tunawakaribisha sana. Navano Obinak sasa hivi inapatikana nchi nzima, madukani kote, supermarket zote. Karibuni.